Kwenye majlisi yetu ya jana tulizungumza sana kuhusu assunnatu tarkiya na namna ndugu huyo ambaye tunamrudi mudiru wa Shamsul Maarif alivyojaribu kuikwepesha au kuikataa nukta hii e, msingi huu madhubuti wa sunnatut tarkia, akionyesha kana kwamba jambo hili nimelianzisha mimi tena, sikulianzisha kwa kutegemea misingi ya elimu, bali nimeanzisha kwa kutumia ujanja ujanja na malengo yangu Sio kwamba tunataka kuinusuru dini, malengo ni kutaka kupinga kauli ya shekhe wake, jambo ambalo au maneno ambayo hayana ukweli kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwenye maudhui au kwenye majlisi yetu ya jana, tukawa tumethibitisha tukamthibitishia kwamba assunnatut tarkiya sikuianzisha mimi na wala hapakutumika ujanja ujanja wowote na wala malengo yalikuwa si hayo. As-sunnatu at-takririyya ay as-sunnatu at-tarkiyya ni sunna ambayo imeelezwa na wanawazuoni wa Kiislamu tangu hapo hapo kale na wameifanyia kazi na wameitoa katika misingi madhubuti ya kiilmu na adilla za kisheria. Kwa hiyo as-sunnatu tarkiya iko hilo, tukalithibitisha kwa kupitia baadhi ya nukuu tulizozitaja kutoka kwa wanawazuni wetu wanaotegemewa kwamba jambo hili lipo, na maneno hayo ya kwamba at-tarku ni adamu dalil au at-tarku la yadullu ala at-tahrimi li'annahu adamu dalil waadamu dalili laisa bidalili, si maneno yaliyojengwa katika msingi imara wa kielimu. Ni maneno yametajwa kwa ijmali mahali ambapo panahitaji bayani au tabiin, mahali ambapo panahitaji atafsili. Na tafsili ni kama hili tuliyohitaja jana, kwamba atark lahu ahwalun wa suwarun wa ahkamu tarki, ina hali mbalimbali, ina sura mbalimbali na ina hukumu mbalimbali, na haikufungwa katika hali moja. Na kwa hilo tukataja baadhi ya hoja zinazokubalika Kiislamu. Na mfano wa hoja hizo ni suala la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyaacha baadhi ya mambo, hakuyafanya katika mambo ya ibada, na wanawazuoni wakachukulia kwamba kuacha kwake huko kuyaacha mambo hayo ni dalili ya kwamba hayafanywi na yakifanywa ni makosa. Miongoni mwa hayo ni adhana katika isizokuwa swala tano za faradhi. Mtu akiadhini kwa ajili ya swala ya sunna, au akiadhini kwa ajili ya swala ya sunna ratib aratiba, yeah. au akiadhini kwa ajili ya swala ya tarawih mathalan, au swalatul kusuf, au swalatul janaiz, au swalatul istisqa au salatu al-eidain akaleta adhana au iqama atakuwa ameleta bid'a katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasalama aliacha kwa sababu ya kufanya jambo hilo ilikuweko na hakukuwa na kizuizi. Hali kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati wa kupiga vijiwe katika aljamarat, alikuwa akipiga akianza na asughra al kisha alwusta kisha alkubra, kisha anaelekea al upande wa Makkah, anasimama, anaomba, anaondoka, anapiga asughra, anasimama, anaomba, kisha anakwenda al katika alwusta, anafanya hivyo hivyo, kisha akifika katika alkubra, akimaliza anaondoka hakuna masuala ya kusimama kuswali wala nyingine lolote sasa mtu akimaliza kupiga vijiwe katika al-Kubra au al-Jamratul Kubra jamratul Aqabati al-Kubra kisha akasimama akaswali rakaa mbili atakuwa ameleta jambo la uzushi kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akimaliza kufanya tawafu katika al-Kaaba

Akienda kufanya sai baina Safa walmarwa anafanya sai mara saba, anaanza na Safa anamalizia Marwa, na haijapokewa kwamba alikuwa akimaliza kufanya sai, anasimama anaswali rak'a mbili. Mtu akifanya hivyo atakuwa ameleta bid'a. Hivyo ndivyo wanavyotueleza wanawazuoni. Kwa nini kafanya bid'a? Kwa sababu amelifanya jambo ambalo aliliacha mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam, na hali ya kuwa ni jambo la ibada, sababu ya kufanywa kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, lakini aliacha. Kwa hiyo sunna ni kuacha, na wala hapana hoja hapo kwamba lakini swala ni kheri, na hapa ni katika msikiti mtukufu wa Makka, kuna kadha wa kadha. Hiyo itakuwa si huja. Hujja ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha <coughs> Kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika utaratibu wake katika mfano wa mambo ya hakika na mambo ya udhiya udhiya, alichagua wanyama maalum, alichagua ngamia, ng'ombe, pamoja na mbuzi na kondoo. Wakati huo nyumbu walikuwepo, farasi walikuwepo, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam hakuchinja farasi kwa ajili ya udhiya na wala hakuna sahaba yoyote aliyofanya hivyo, wala hawakuchinja wanyama pori kama vile swala kama vile e, pundamilia na wengineo. Kwa hiyo mtu akija hii leo akachinja katika udhiya akataka kuchinja farasi au ataka kuchinja pofu au ataka kuchinja kurungu paa na wengineo au digidigi ataambiwa hii ni bid'a, kwa hili kwa sababu. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam aliacha kufanya hivyo, sababu ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Au kwenye hakika hakuchinja ng'ombe wala hakuchinja ngamia, na walikuwepo ngamia, ng'ombe walikuwepo. Kwa hiyo mtu akija leo akataka kuchinja kwenye aqiqa kwa sababu ameruzukiwa mapacha au alikuwa alichelewa kupata watoto kwa hiyo Allah akamruzuku watoto kwa ile furaha yake, akaona nitachinja ngamia, nimeruzukiwa alhamdulillah. Hakika ngamia itakuwa amefanya jambo la bid'a. Sunna ni kuchinja mbuzi au kondoo. Kwa hiyo lile aliloliacha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma tarakahu ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ashabuhu

hikma yenye kulikumilia hilo, na hakuna kizuizi kilikosekana kizuizi cha hilo, kuliacha ni wajibu na ndiyo sunna, na kulitenda jambo hilo itakuwa ni bid'ah.